Hello, habari za leo. Karibu tena katika chaneli yetu ya Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutaongelea faida ya manjano. Wengi wamekuwa wakituuliza, je, manjano a, inakuwa na faida gani? Na mara nyingi manjano pia ni kiungo ambacho kinapatikana a, katika a, kinapatikana A, kwenye mzizi wa mmea ambayo tunaita turmeric. Kwa hiyo kwa sababu kiungo hichi kimekuwa ni antioksidanti, antiinflammatory, lakini antimikrobia a, kinasaidia a, kuondokana kusaidia katika kupambana na magonjwa kadha wa kadha Changamoto a, faida namba moja ambayo itaipata kwa kutumia turmeric au kwa kutumia manjano ni kwamba kupambana na uchochezi, ambayo inflammatory ambayo sasa amali ya kupambana na uchochezi, basi inasaidia ile kupunguza uchochezi wa mwili, na hutumika katika magonjwa yanayosababisha na uchochezi kama vile ya changamoto ya viungo, maumivu a, ya misuli. Kwa hiyo utatumia turmeric, utatumia a, manjano itaweza kukusaidia kuondokana na changamoto. Aa, hiyo lakini pia inasaidia afya ya moyo. Kwa nini afya ya moyo? Kwa sababu ni antioksidanti ambayo inapunguza pia a, madhara ya oxidative a, stress ambayo inasaidia kupunguza shinikizo la damu na kupunguza erodiero mafuta mabaya a, mwilini. Hiyo ni kazi nyingine a, ya manjano, lakini pia inasaidia afya ya ini kwa watu ambao kama uh, wewe una changamoto ya ini, anasaidia kuimarisha utendaji kazi wa ini na inasaidia kutibu matatizo ya ini kama hepatitis uh, uh, um, uh, uh, uh, uh changamoto ya ini, lakini pia na na fat liver. Kama una changamoto ya ini basi una changamoto pia ya mafuta kwenye ini, tumia turmeric, tumia manjano itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia inasaidia kudhibiti sukari ya damu. Kwa wale watu wenye kisukari basi tumia Turmeric, tumia manjano. Kwanini? Kwa sababu, kwa nini utumie manjano? Kwa sababu inaongeza sensitivity ya insulini mwilini ambayo inasaidia kushughulika na uzalishaji wa sukari mwilini, lakini pia ni nzuri kwa sababu inapunguza viwango vya sukari a, kwenye kwenye damu. Faida nyingine inasaidia a, kupambana na uwepo wa, wa, wa, wa virusi ana bakteria kwa hiyo, ambayo tunasema ni antimikrobia, ambayo na antivirus antiviral, lakini pia inapambana na maambukizi. Kwa hiyo kama una maambukizi ya mfumo wa mkojo, mfumo wa koo, mfumo wa ngozi, basi ajitahidi utumie manjano. Ukitumia manjano ni dawa nzuri na ni tiba bora sana, ambayo utaitumia uta uta kutibu changamoto dawa ambayo a, itatumia kutibu changamoto ya virusi na bakteria, lakini pia inaboresha afya ya ngozi. Kama una changamoto ya ngozi, ngozi ya ereweki, ngozi na mikunjo, ngozi na madoa doa, ngozi a, ina babuka, basi tumia turmeric, tumia, tumia manjano itaweza kusaidia kuondosha katika changamoto hiyo, lakini pia inasaidia afya ya ubongo, afya ya ubongo, kulinda ubongo, lakini pia na kuondoa ile free radicals ambayo zinaingiza, zinaingia mwilini bila kuwa na kizuizi chochote. Kwa hiyo inazuia pia na changamoto ya yale magonjwa ya akili. Kwa hiyo kama kuna mtu ana magonjwa ya akili, basi mpatie manjano, mpatie turmeric, itamsaidia kuondokana changamoto hiyo kwa sababu a, a, ni moja kwa moja ina antioxidants, lakini pia ina virutubisho ambavyo vinasaidia kuongeza akumbukumbu na kulinda wa ubongo. Ni nzuri sana katika kupunguza uzito. Kama unahitaji kupunguza uzito, inarahisisha metabolism na upunguzaji wa mafuta mwilini ambayo inaongeza pia mzunguko mzuri wa damu na kupunguza mafuta mwilini, basi itakusababisha kuweza kupunguza kilo zilizoongezeka au nyama uzembe au vitikitambi ambacho kimeongezeka. Lakini ni tiba nzuri sana ambayo inapambana na kansa. Kama una changamoto ya kansa, ina properties ambazo zinapambana na kansa, wewe unasemea inasaidia na kuzuia ueneaji wa seli za saratani na kukomesha ukuaji wa seli za saratani. Kwa hiyo kama una changamoto ya saratani, saratani ya matiti, saratani ya utumbo na saratani ya mapafu basi tumia turmeric tumia mdalasini utaweza. Aya, tumia turmeric tumia manjano so, sio mdalasini, ili kuondokana na hiyo changamoto. Kwenye video ambazo zimepita, tumeshaongelea faida za mdalasini. Lakini pia inasaidia katika matatizo ya tumbo, kama na changamoto ya tumbo, gesi, asidi, lakini pia unakiungulia, basi manjano ni tiba nzuri mojawapo. Kama unapata choo, inasaidia kupunguza kupata choo, na kama unapata choo chenye damu na choo kigumu basi tumia turmeric, ni dawa nzuri ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Faida nyingine ya manjano, a, inasaidia katika afya ya mishipa ya damu. Kama una changamoto ya mishipa ya damu a, basi tumia turmeric, ni tiba mojawapo nzuri ambayo tutakiwa kuitumia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia inalinda zidi ya madhara ya mionzi, kwa sababu ni antioxidant, kwa inazuia ile mionzi na radikali huru, ambazo zinasaidia kulinda zile seli za mwili. Kwa hiyo hizo ndo baadhi za faida ambazo utazipata kwa kutumia kwa kutumia manjano. Tuambie wewe, ni faida gani ambazo umezipata kwa kutumia manjano? Kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiabi. Pia tunazozituma kila siku. Karibu, na Mungu akubariki.